Nashukuru sana kukutana na ninyi wote kanisani. Jamii ngoe na, na upendo. Kwa muona mtu simdharau. Kwa sababu mjui, ukishanijua kwamba ni salimia hasa kwa kubali. Nikaribisha kabla sijafujua, kwa sababu takaribisha malaika bila mwala, kujua. Amen. Amen. Amen. Amen. Kwa hiyo nashukuru Mungu nimeona ubinti wangu. Eh, wa Mozambique nimehubiri huko. Akabatizwa na natembea tembea ni mfanya biashara, kuna kulangua, naenda huku hivi. Alikuja kuchukua biashara yake, nikamwambia, huko uko kwenye biashara yako, lakini kazi yako ya kweli ni wapi? Kanisani ndio hapo kazi yako, ataniambia nakuja niamkia asubuhi na usiku. Mungu atubariki. Eh, tufanye kampeni ya Yesu Kristo. Leta milioni, ulete milioni ya watu kwa Yesu. Hakuna kulala mkisu kamili, alete milioni ya watu mkisu kamili, aanule chakula ushiulale. Mungu hajakuumba hivyo. Mungu ametuma ulete milioni, unaiba mpaka kama vile utaiba kati

nakula natembea miaka ishirini na tano ninakigonga hapa hapa, nimeweka vina nguo muda wote natembea nakuta nguo yangu imeshafuka. Nimewahi shuhudia kutivi upendo p hapa hapa Dar es Salaam. Mungu amenitendea makubwa sana sana mona mnamaakae miaka ishirini